dhamira ya kufanya usafi. Mheshimiwa diwani pale ana dhamira kufanya usafi. Mheshimiwa diwani, hao madiwani viti maalum uliowapata, mpaka umewapata kwa jitihada zako kutengeneza proposal, nikaielewa, nikaiunga mkono, tuko nao pamoja, wana dhamira ni sisi wenyewe tuna mmoja hana dhamira au tunaingia naye akidai kwamba ana dhamira ya kufanya usafi, lakini anatubadilikia, na ndiyo maana tunakwama. Ukiona tunakwama jambo, ujue kuna mmoja wetu katika kundi letu hana dhamira ya kutufikisha pale tunapotaka tufike. Hiyo ndio maana. Sasa tufanye nini? tutoke hapa Haya ni maneno ya kufungua ili kusudi nitakapopata nafasi ya kukaa iwe, sasa kama tujadiliane, tutatokai. Na kama uko hapa leo una dhamira, basi useme una dhamira. Kwa sababu gani? wewe ni wakala wa, amesema wa, wa, wa, wakala waka, au mzabuni wa kukusanya taka, taka taka hazikusanyi, unalipwa basi, huna dhamira, utuambie. Wewe hiyo uliwekwa ili uweke usimamisho chafu ili ulete taharuki kwa jamii, basi tuambie leo hii. Wewe hutaki hiyo kazi, apewe mwingine, au asipewe mtu yoyote, ili kusudi uweze kufanya wenyewe mambo ya kiafya hayaonekani, una dhamira, tutatengeneza muundo mbinu, tutakubadilisha, badala afi, uh, ya kuwa afisa afya unakuwa afisa maendeleo ya jamii labda ndio unaoweza, hata kama umesomea, tunaweza tukakuweka wewe masijara, ukawa unatuletea mafaili au kufanya nini, hiyo inatosha. au nini? Kuna dhamira, kuna wito katika ile usafi, ma usafi ni interest. Hakuna mtu ambaye unategemea achukie usafi. Wewe kama upendi usafi, basi tutakupeleka sehemu ambayo eh, imechafuka ili uwe una practice kila siku kui- kuisafisha. che Monye, binta, moja mbili tatu nne. Tukitoka hapa kila mmoja anaenda kushika sheria. Nani hapa aj sheria, sheria tu. Lazima tukubali kuipanga miji yetu, nani akae wapi, nani afanye nini kwa wakati gani? <coughs> na msizani kama nchi zilizoendelea wenzetu hawana pilika, pilika kama hizi wanaje, lakini wanatenga na wanaangalia sheria zao. Kwa hiyo sisi ndio waamuzi tufanye nini leo hii ili tumalize tatizo hili, lakini tulete dhamira. Dhamira jamani, watu hawadhamiri kufanya jambo fulani. Tunaimba tu jiji la kitalii, lakini hatudhamiri kufikia jiji la kitalii. sasa iyo ya kufikisha jiji letu liwe la kitaifa. Nitakushangaa sana kama tutashindwa kufikia dhamira hiyo wote hapa, kwa sababu uwezo tunao na hata elimu tunayo. Sitegemei hapa afisa afya haelewi kwamba maandazi yawezi kukata kwenye chombo kizuri cha glasi ili kisingie. Jamani, hapa ya Arusha kipo pamoja na jitihada zote alizofanya mheshimiwa meya, mstahiki meya kwenye jiji letu, katengeneza vibanda vya kahawa hapa, kimoja kaida vile vile alivyotoka Ulaya, niliona basi hebu kikae hapa ksta, ebu kikae hapa ksta. Kaweka huko watu hapana, wako mbele ya vibanda vile alivyojenga meya, wanafanya biashara za maandazi, wakati huku kawekea vitu mwingine. Leo napita pale asubuhi hii, soko kuu, meya kaweka kibanda huyu hapa kaweka tofali hapa anataka ajenge mbele ya mea. Sasa akakutana na barabara kazui, lakini yupo injinia wa jiji, zile tofali zina miaka kadhaa, hajaje kuziondoa kwamba hazifai kujengewa hapa. ziko pale kwenye jiji la kitali, yaani hazifanyi kazi tofali zile, ziko pale kwenye jiji la kitali. sasa wewe jitihada kibanda kimekamilika, tofali ziko pale za mtu mwingine, mmemzuia kujenga. Kwa nini zisitoke iyo? Mpaka aseme DC, aseme nani? Mtendaji wa kata upo, asafia upo, injinia upo, aseme nani? Dhamira tunayo? Vitu vya ajabu ajabu kabisa, ukivifika huko napita pale akuilini, unaifahamu hapo? Alafu ukikata kulia kama unashuka hili chini, ukikata kulia unaenda, kuna watu wanauzaga dawa pale za kienyeji, si ndio? hajafika lakini yako matofali barabarani yamepangwa, waje waweke nani waweke bidhaa barabarani. Kama mnabisha, nendeni hajafika Devan wanaambia awa wajafika muda wao bado. Sasa hizi tofali zinafanya nini, wakati sisi tunazuia watu wasipange vitu barabarani? Sasa hata matofali ya, ya, ya barabarani